Mwona ni ujuzi gani muhimu ambao una, ni muhimu kwa, kwa wewe mfanya biashara wa kwanza, mambo ya graphics design, kutengeneza hizi design zako mwenyewe, kwa sababu wateja na natakiwa wa, wa, tutoki, kwa sababu teknolojia inakuwa nabidi na wewe ukue, sio lazima tukupost tuku, bidhaa kila siku. Siku ingine natakiwa unaweka ofa sasa zile ofa uweke. so, ni sawa kuweka kwa maneno kwamba discount ya asilimia ngapi, lakini njia nzuri un, unaitengenezea kaposta kako kazuri endi. Kwa hiyo mteja anajua huyu mtu ni nini, ni professional, yani sio tu hafanyi kwa, kwa, kwa local way, kwa sababu sasa hivi hadi waganga na wanafanya matangazo wameengeji wame kwenye mitandao ya kijamii ha, Ngoja, mi naweza nikawa muongo. Sasa hivi mabango haya, haya ya kawaida mnayona kweli haya, sijui mganga kutoka, kutoka Kigoma.